Ndipo sasa kwenye hatua ya kuamuliwa. Sasa iko kwenye hatua ya uamuzi wa kushtaki au kutokushtaki. Kwa kwao, mheshimiwa, tuko tunaomba tarehe nyingine tuje tuiambie mahakama ni nini kimeamuliwa. Mm. E, hii hi, kesi isiahirishwe zaidi ya leo. Hakuna sababu yoyote ya msingi kwa kubalia ahirisho lingine. Sasa mheshimiwa, naomba nizungumze. Mheshimiwa, tulipokutana kumi na sita kama sikosea, tarehe kumi na sita wakili wa serikali mkuu na mawakili wenzao waliiambia mahakama hii kwamba upelelezi umekamilika, faili imeshapelekwa kwa DPP kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Ilishapelekwa, kilishapelekwa kabla ya hiyo siku ya tarehe kumi na sita juu. Mheshimiwa, mimi naamini huyo mkurugenzi wa mashtaka DPP hajasomea chini ya mwembe kama marehemu sio ubali, anajua kusoma, amesoma sheria, ana uzoefu na mambo haya. Inamchukua muda kiasi gani?